Yes. Karibuni sana wajasiriamali pamoja na wapambanaji wote katika chaneli yetu ya FAM-TZ muendelee kupata maujanja mbalimbali ya kuhusiana uzalishaji wa bidhaa za usafi pamoja na urembo. Kama hivyo tunafundisha jinsi ya kuandaa bidhaa mbalimbali za usafi ikiwemo sabuni za maji, dawa za kusafisha tiles na masinki, ila pia tunafundisha jinsi ya kutengeneza thick bleach au dawa ya madoa kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kuondoa madoa kwenye nguo nyeupe. Na mafunzo haya yote tunayatoa sisi katika chaneli yetu ya FAM TZ, ila pia tuna madarasa, kama unahitaji kupata zaidi mafunzo na mbinu mbalimbali. Na kwa hapa tunaanza kukufundisha kama mjasiriamali ambayo umeshaanza kuzalisha bidhaa hizi au ni ambayo unahitaji kuingia katika soko. Kwa hiyo tutakufundisha jinsi ya matumizi ya malighafi na ujazo wa malighafi ambayo inahitajika katika kila bidhaa, na tutakufundisha pia mbinu mbalimbali za kukalukleti au kutengeneza formula zilizokuwa bora katika uzalishaji wa bidhaa yako na fomula za kibabe zaidi, na pia tutakufundisha mbinu mbalimbali pia za kuendelea kuboresha bidhaa zako, ufungashaji pia kwa ujumla, na jinsi gani utatanua masoko yako. Karibuni sana katika chaneli yetu ya Farm TV, muendelee kupata elimu hiyo, na mafunzo hayo tunayatoa kwa njia ya WhatsApp na kwa gharama yake ya shilingi elfu kumi tu ndani ya muda wa wiki mbili, na kwa wale wanahitaji vitabu pia utapata kwa gharama shilingi elfu kumi tu kila kitabu; kitabu cha ufugaji wa sungula na kitabu cha uzalishaji wa hizi bidhaa. Kwa hiyo tunawakaribisheni mpate kujifunza, vijana wenzangu, wapambanaji wenzangu, ili tupate kujiongezea kipato zaidi katika uzalishaji wa hizi bidhaa. Asanteni na tunaomba sapoti yenu ya kusubscribe, kulike na kushare. Karibuni sana.